Bahati nzuri watu wengi ndio wameanza kuitumia sasa hivi gesi. Gesi ilikuwa haitumiki sana nchini Tanzania, gesi ina muda mfupi sana. Sasa kutokana na ule ugeni wa matumizi yake, ndio maana watu wanasema kwamba gesi ukitumia chakula hakivi. Ni ile tu kwa sababu alikuwa amezoea kutumia kuni, lakini ukija kujiuliza mjini, wale wengi hawana mkaa, wanatumia gesi ukienda kwenye mahoteli yote chakula ambacho tunakula wanatumia gesi. Kwa nini? Tunakula chakula kitamu na hata bei yake. Ukienda kununua chakula unauzia shilingi elfu ishirini na tano chakula kitamu, na unatamani muda wote urudi kwenda kula kwenye hicho chakula hicho chakula ambacho tumepikiwa kwa gesi. Kwa hiyo ile ya kusema tu kwamba eti ukipikia gesi chakula hakiwezi kuwa kitamu ni mtazamo wa watu, kwa sababu ya ugeni wa matumizi ya gesi. Tutumie gesi, kwa sababu kwanza inaokoa muda uhangaiki tena kutafuta hadi mafuta ya mafuta ya taa ili uweze kuwasha moto, lakini pia ni rafiki wa mazingira au uhangaiki tena kuwa na uchafu ndani na mazingira yako, lakini pia inatutunzia mazingira yetu au uhangaiki tena kwenda kukatakata miti ovyovyo polini, matokeo yake unakutana na wanyama wakali au kaumwa na hata na nyoka. Lakini ukiwa na gesi yako dakika tano umeshawasha kila kitu, chakula kiko tayari, watu wanakula na shughuli zingine zinaendelea. Hivyo matumizi ya gesi ni mepesi kwa kurahisisha shughuli za uzalishaji, kwa sababu haupotezi muda tena katika shughuli za kwenda kufanya kazi za uzalishaji kwenye majukumu yako mengine, tofauti na mtu anapotumia kuni au mkaa. Mkaa wakati mwingine unaweza ukagoma kuwaka, au kuni wakati mwingine zinaweza zikagoma kuwaka, lakini gesi haigomi kuwaka, hivyo inaokoa muda sana. Watanzania watafanya kazi zao kwa wakati na watafanya uzalishaji mkubwa mno kwa matumizi ya gesi. Ili zoezi linafanyika katika mikoa ishirini na tano ya Tanzania na leo tupo katika mkoa wa Shinyanga ambapo tunatarajia katika mkoa huu jumla ya mitungi elfu na, na ishirini itasambazwa na kila wilaya ambapo katika mkoa huu kuna wilaya nne na kila wilaya itapata jumla ya mitungi tano. Zoezi hili la usambazaji mitungi mkoa wa Shinyanga linaendelea vizuri kwenye halmashauri zote hizo nne kwa maana ya Msalala, Ushetu, Uh, Shinyanga DC na Kishapu.